Wa shule za msingi baada ya kufanya jitihada za maksudi kuweza kuongeza ufaulu katika matokeo ya mtihani wa darasa la nne, lakini alikadhalika mtihani wa darasa la saba tulikuwa asilimia sabini nukta tano kwa mtihani wa darasa la saba la, lakini mpaka leo tunaposherekea hapa tumefika asilimia sabini na tisa. Kwa hiyo unaona kabisa ni namna gani walimu wameamua kufanya kazi yao kwa moyo na kwa jitihada zote kuhakikisha kwamba na sisi wilaya Misungwi tunatoka kule kipindi cha nyuma, sasa hivi hakuna kukua na kinyago, sasa hivi tukasema hicho kinyago kiende kipeperukie upande mwingine. Tunaona katika uciani wa darasa la nne, katika upimaji wa watoto wa darasa la nne tumesogea sana kutoka asilimia 69 mpaka asilimia 88. Sio kazi ndogo, maana yake kuna kazi kubwa imefanyika katika kipindi hiki cha mwaka mmoja, na tuna imani sana kwa mwaka huu 2025 kutafanyika vitu vikubwa, na tunatarajia tuna, tuna, tuna kuwa na asilimia kama sio 99 basi ifike mia moja, lakini kipekee kabisa, yote haya yanafanyika ikiwa walimu wanafanya kazi kwa morali na motisha. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu tunaona sasa hivi walimu promotions zao wanapata kwa wakati ha, watu, na kwa maana ya mwajiri wao mkurugenzi, walimu wakienda likizo wanalipwa likizo kwa wakati na incentives zingine ambazo zinawahusu moja kwa moja walimu wanazipata kwa wakati. Nitoe rai kwa walimu, na leo nimesema pale ndani kwamba ambaye hatopata zawadi maana yake sio kwamba ameshindwa. Hii kazi ni chain. Ukitoa chain moja maana yake umekuwa umekata ule mnyororo mzima wa thamani ya elimu. Hivyo wale ambao hata hawatapata zawadi leo, wasife moyo, waendelee kupambana, kushikamana ili na wao shule zao ziweze kunyanyuka na kuwa miongoni mwa shule ambazo tunatarajia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani na wao waweze kupata zawadi. Halmashauri ya Misungwi imekuwa halmashauri ya mwisho kabisa kwenye halmashauri za mkoa kwa miaka mitatu mfululizo. Na imekuwa ikipata ufaulu asilimia kati ya 68 na na nane na sabini hawavuki. Lakini mwaka jana wametoka asilimia sabini wakafika asilimia sabini na tisa na, na pointi kwa hiyo upandisha ufaulu karibu kwa asilimia tisa point kwenda asilimia kumi na ni halmashauri ya kumi kitaifa kwa halmashauri izoongeza ufaulu. Kwa hiyo leo walikuwa na shughuli hiyo ya kutoa zawadi, na mimi nimefurahi kwa sababu wadau wote wameitwa. Mimi kwenye zoezi la utoaji zawadi hii, mambo pekee nayoweza kusisitiza, kwanza ni waombe tuendelee kuboresha njia tulizozitumia mwaka jana zikatupa ushindi. Tusiregee, tuziboreshe zaidi, ili tuweze kufikia 25 tuweze kuchukua nafasi ikiwezekana hata ya kwanza kwenye mkoa. Inawezekana kwa sababu ni mbinu zilezile zile, ni kiasi cha kuongeza nguvu. Lakini la pili ambalo nasisitiza ni ufundishaji e, lazima walimu wafundishe, lazima wajifunze, na katika mazingira ambayo sasa tuna, tuna mtaala ulioboreshwa tumeanza kutekeleza. Lazima zoezi la ufundishaji na ufuatiliaji wa ufundishaji hasa kwa viongozi wa elimu lazima ufanyike vizuri. Kipekee namshukuru Mungu kwa sababu ninajua kazi hii siyo kazi rahisi, ni kazi ambayo Mungu akiingilia kati, anatupigania, anatupa maarifa katika kufanya kazi hii. Kipekee vilevile naishukuru halmashauri ya wilaya ya Misungwi kwa kutambua nafasi au jitihada ambazo walimu tunazifanya kwenye vituo vyetu vya kazi. Aa, vile vile na mshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, a kwa kuona kwamba ni namna gani ambavyo walimu tunaofanya kazi tuweze kupata motisha katika vituo hivi vya kazi tunavyofanyia kazi. Nimepata zawadi karibia tano ikiwemo cheti, mitungi minne ya gesi, ni katika kupandisha ufaulu katika darasa la saba na darasa la nne 2024. Ni mshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwanza, amekuwa chachu katika maendeleo ya elimu, anatujengea madarasa, anatujengea vyoo, watoto wanajifunza kwa ufanisi, kwa sababu isipokuwepo miundo miundombinu mizuri, watoto wajifunzi vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Rais Samia kwa kuangalia jambo hili na kutuwekea miundombinu iliyobora katika ili kudumisha ujifunzaji na ufundishaji katika shule. Kwa jina naitwa mwalimu Eneliko Mbelwa Josephat, mwalimu mkuu shule ya msingi Maholo, pia ni bingwa katika somo la Kiswahili. Ninafurahi kwamba nimekuwa bingwa katika somo la Kiswahili katika shule yangu shule ya msingi Maholo. Serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa jinsi inavyoendelea kuboresha swala la elimu, hasa ukiangalia katika maswala ya miundombinu ya madarasa majengo pamoja na vyoo ambapo ime, ime, ime, imeifanya taasisi na iongoza kuwa na miundombinu ambayo ni, ni bora. Pia sitaweza kuwasahau wadau kama NMB walioisaidia taasisi ya shule ya msingi mwa oro madawati. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Rais wetu Mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan anapenda kuona ufaulu wa watoto unaendelea kuongezeka kwa sababu amerahisisha miundombinu, amejenga madarasa, ameweza kutoa ajira za walimu. Kwa hiyo tunajivunia hilo, ili kusudi tuhakikishe kwamba sisi kama Misungwi tunaendelea kuchukua nafasi nzuri zaidi na kufikia malengo yale kama rais wetu anavyo, anavyoendelea kuhamasisha. Rai uh, yangu tu ni kuendelea kuwasihi walimu na kuwaomba kwamba eh, mtisha ambao umetolewa leo na viongozi wetu wa wilaya kwamba tuendelee kuonyesha bidii na juhudi, kuweka ushirikiano wa kutosha katika, uh, kuwapa huduma na kusimamia elimu yetu ili kusudi kuipandisha. Natumaini mwaka kesho tutakuwa na ufaulu mzuri zaidi ambao tunautarajia, kama vile walimu walivyoonyesha ari na moyo wa kujitolea na kufanya kazi kwa juhudi na kuhakikisha kwamba sisi kama Misungwi tunaendelea kupata nafasi nzuri na matokeo mazuri katika, uh, ufaulu wa watoto wetu.